Sasa upande wa viwanda, nakubaliana na nyinyi kwamba tukidhibiti uvuvi haramu na nyenzo zisizofaa na mitindo ya uvuvi isiyofaa, mali ghafi zitapatikana, na wanao uwezo mkubwa wa kuchakata kwa siku tani ngapi? kumi na tano mpaka ishirini Sasa hivi mnachakata mna, mna, mna tani ngapi? tano mpaka saba, tano Hiyo nafasi inayoachwa hiyo Unapoteza ajira, unapoteza mapato, unapoteza pia hamasa ya wawekezaji, kwa sababu wawekezaji pia wataendesha shughuli zao kwa gharama kubwa, na kwa hiyo nchi yetu haitakuwa na sifa ya kuvutia wawekezaji. Sasa nimesema tuambizane ukweli, manake tulipofika, kila mmoja anahusika kwenye tatizo hili. Kwa hiyo tuambizane, kila mmoja ajue anavyohusika. Kwa mfano viwanda vyetu hivi hamruhusiwi kisheria na nadhani mkurugenzi wa uvuvi utanisaidia, hamruhusiwi kisheria kuingiza mitumbwi kwenda kununua samaki kwenye visiwa au kwa wavuvi. Hiyo kanuni sijaliana nayo mimi, lakini viwanda vyote vinafanya na nyinyi hapa mnafanya. Yani mtu akibisha hapa akasema hatufanyi, nitamwambia hii kamati ya ulinzi na usalama ikakamate mtumbu wenu, mna faiba yenu inakwenda kukusanya, na nina orodha ya wavuvi wanaovua na kuwauzia. Afisa masoko yuko wapi? Hapa afisa masoko wa kiwanda hiki Ibrahim, we ndiyo afisa masoko? Kuna mvuvi mmoja umemuuzia, umenunua samaki zake za milioni kumi ukalipa milioni saba, zikabaki milioni tatu ikawa ni kuchenga kuchengachenga kidogo kidogo mpaka uongozi ukashiriki mpaka vyombo vya ulinzi vya wilaya vikashiriki mkamlipa hiyo hela. Uongo ukweli? Kweli eh? maana yake mnanunua mnavunja sheria. Mimi nataka kuwa mkweli, hizo habari hata mkurugenzi hazijua, nasikia leo lakini nimeshatengeneza mitandao, wananchi kwa sababu wamechoka, wako tayari kusema sasa nitadhalilika mimi na nitadharauika mimi na serikali nikipata taarifa hiyo halafu nisiifanyie kazi. Kwanza wananchi watatudharau na hawatatupa ushirikiano. kwa nasema hili kwa nia njema kabisa, ujumbe huu ufike kwa niaba ya viwanda vyote. Nisimwone mtu yoyote kuanzia leo akishiriki katika kununua samaki ziwani. Ina maana yake, ina maana kubwa. Kwanza mnavuruga soko na mnawafilisi na kuwafukarisha wavuvi, na kwa sababu wakiwa na mapato madogo na ushindani usipokuwa wa haki, ndio wanaingia kwenye njia za kuvua bila kufuata sheria, kwa sababu wanavua kwa mikopo, wana watu wanatakiwa kuwalipa mishahara kama nyinyi, kama ambavyo nyinyi mme, mmeorodhesha hapa changamoto zenu, na nimezichukua hata wao. Hiyo ni changamoto yao, kwa sababu na wenyewe wako kwenye biashara kama nyinyi wanalipa kodi kama nyinyi, wanaajiri kama nyinyi, wanakopa kama nyinyi. Kwa hiyo ni marufuku kisheria, na atakayekamatwa leseni yake itafungwa. Msifanye hivyo. Ndio maana nimepita, tusemezane ukweli. Na kwa sababu mimi mna mawasiliano na mimi na wasaidizi wangu, hamna sababu yani, mna manufaa makubwa ya kupata msaada wa aina zote kutoka ofisini kwangu lakini sitakuwa pia mtu wa kutengeneza mazingira ya kuwafanya mfanye shughuli zenu, lakini yanayovunja sheria na kuvunja haki za watu wengine. La pili, kwa upande wa viwanda, biashara ya mabondo inatakiwa ifanywe na viwanda, sivyo ilivyo sasa hivi, sivyo ilivyo biashara ya mabondo sasa. Umemsikia anazungumza kwamba wakati mwingine wananua samaki tayari ameshatolewa bondo. Sheria zetu zinasema mabondo yatakusanywa kwenye viwanda vinavyosindika, kwa sababu ukiyafanya holela, nayo yanachochea uvuvi haramu. Na sasa hivi kuna mabondo mpaka yale yanaitwa chips yako chini ya viwango na yanatuharibia soko sasa. Sasa wafanyabiashara wa mabondo ya rejareja nje ya sheria pokeeni ujumbe wenu. Utakapokamatwa ukinunua nje ya utaratibu, nje ya viwanda utafungiwa leseni na utafanya biashara hiyo ndani ya Tanzania. Kuna samaki wazazi wale tuliokuwa wote yale masamaki makubwa. Kila unapomwona samaki mkubwa amevuliwa, maana yake umemua mzazi, na ukimua mzazi maana yake umevua kihalifu, na kwa maana hiyo unapunguza uzalishaji wa samaki. Sasa sheria zinasema kwanza, zile zana zinazovua samaki wakubwa wazazi zisitumike. Kwa hiyo unapomwona samaki yuko barabarani au sokoni mnene kilo ngapi? inakuwa kama kilo ngapi? kuanzia kilo ngapi? sentimita themanini na tano. Ikishakuwa hivyo, maana yake kuna kuna zana zimetumika ambazo hazifai, kwa sababu taratibu na sheria na kanuni zinaelekeza aina ya zana ambazo hazitaweza kumkamata huyo. Lakini ikitokea kwa bahati mbaya na bahati mbaya inatokea, hutakiwi kumleta sokoni, mrudishe majini hata akifa atakuwa chakula cha samaki wengine. Na wengine wanakwenda kwenye maeneo ya mazalia na yanaeleweka kwenda kuwavua, kwa sababu kwanza wanakuwa na bondo kubwa. Kwa hiyo inashawishika nakuwa na bondo kubwa, inawezekana bei ya bondo litakalotoka humo ni kubwa kuliko bei ya nyama ya samaki mwenyewe. Kwa hiyo msifanye hivyo, na nyinyi pia msipokee samaki wale na hivo, na inatakiwa iwe hivyo. Ndio maana kuna na vipimo pia mkishaua soko la samaki wakubwa wale wanaowavua watakosa soko, mtakuwa mmechangia kudhibiti uvuvi haramu. Na sasa hivi kwa chombo tutakachokiunda na mikakati tutakokuja nayo, tutafanya doria ndani ya ziwa, tutafanya do do doria nje ya ziwa. Kisichofaa kibaki huko huko, kisitoke. kikishatoka kisisambaye anaevua kihalifu akituporonyoka tu au akatuhonga macho yasione tukababaika, akitoka nje, yule samaki tumkamate, atakayemuuzi kwao. Tutafanya doria ndani, tutafanya doria nje, na tutafanya doria kwenye mipaka. Na sasa hivi ninachokifanya ni kurejea elimu, na tutafanya elimu kubwa Nitawapeni nafasi, sitaanza kutekeleza hizi hatua bila kujadiliana. Kwa hiyo hata wale ambao nimesema e, nyavu za Japani zisitishwe, wasianze kuwa na taharuki kwamba nitakamata kesho au kesho kutwa. Nitatangaza. Kwa hiyo endelea kuitumia ukijua kwamba mikakati ya kudhibiti hizo nyavu inakuja.